Taarifa za mchana wa leo. Mashirika ya kijamii katika eneo la Pwani yametoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kuhakikisha utekelezaji wa mpango wa kukabiliana na mabadiliko ya hewa. Walikuwa wakizungumza na wanahabari huko Malindi, kaunti ya Kilifi. Mashirika haya yanasisitiza umuhimu wa kuanzishwa kwa mfumo wa kisheria na taasisi inayohakikisha ushirikiano kati ya wadau na jamii katika maamuzi.

bado hakuna, inakuwa ni kama ambayo inagusa tu kama lipstick ambayo inapakwa, hakuna miundo ambayo imetengenezwa kabisa ya kuweza kuhamasisha jamii na kuwaleta on board na kuhakikisha kwamba mapendekezo yao pia yameweza kutiliwa mkazo na ambayo ndio yanatekelezwa katika planning mpaka implementation ya local programs katika kaunti zetu. Na hiyo ndio dua ambayo tunaomba ya kwamba kaunti zetu zibadilike, ziweze kuangazia vile program inavyosema na zitekeleze kikamilifu na kitimilifu kama wanavyotakikana katika uwajibikaji wa kaunti zetu. Voice will call, uh, call on the county government.